Karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na, na michezo na burudani na ripoti kutoka hapa katika vijiwe vya Mwembe Yanga jijini Dar es Salaam. Na huyu unayemuona hapa ni Madevu wa Yanga, tunakwenda kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani. Madevu, uko poa ndugu yangu? Poa ndugu yangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Heri. Kumekucha. Uzima lakini alhamdulillah. Nasikia majirani huko mtakuja baadaye bwana saa nne ndiyo ligi ya mabingwa barani Afrika, kilele cha Young Africans kuhakikisha kwa ya kwamba anasonga mbele kwenye michuano ya kimataifa, la haula anaendelea kubaki kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League. Leo ndio leo, asemaye kesho huyo ni mwongo. Mnamwona Young Africans kufanya yale ambayo alishawahi kuyafanya, michuano mingi ya maamuzi kwelikweli, kweli kwa upande wa Young Africans, dhahiri kwa upande wangu nimeshashuhudia akiyafanya alifanya dhidi ya klabu Afrikeni katika ardhi ya ugenini, akifanya katika uh, fainali dhidi ya Usma. Yanga Africans anashinda goli moja kwa sifuri, linafungwa na Jumaa Shaban Sodea Bemba. Ni maamuzi, Yanga Africans anashinda, sheria inamfanya Yanga Africans kuto kuchukua kombe. Yanga Africans anafanya the same kwa Mamelody Sundown, sare ya bila bila, sare ya bila bila, Yanga Africans anakataliwa goli ni maamuzi, Yanga Africans anatolewa kwa sheria kwa mikwaju ya penalty. Ah, cha kwanza nikianza kwenye mchezo wa saa nne, mchezo ni mgumu tunakiri mashabiki wa Yanga na wapenzi wa mpira, lakini ndio mechi ambayo imeshika hatima ya Tanzania hawa eh, na kupigana wanaobobwa juka na kupigana wenyewe kwa wenyewe, shughuli yao imekwisha. Lakini tukisema kiukweli, Yanga imeonekana ni timu kwamba inapiga mpira, sio kitu cha kusema kwamba watu hawajui haji. Yanga hawa wenyewe wanaosema si Yanga, shughuli yake imekwisha. Kombe lilikuwa uwanjani pale, kachukua mbili hawasemi yeah. Hey, si tunaangalia tu na mbili sare. Kombe liko uwanjani mimi naye kachukua mbili. Waamuzi wame ah, sasa. umeelewa? Nilikuwa naongeza pale yeah, kwenye mechi tatu eh. ah, ah, kwa hiyo mimi mi na imani mechi ni ngumu lakini kutokana na, na timu yangu ya Yanga sasa hivi ninavyoiona na, na mashindano haya Yanga nampa asilimia 65 ya kwenda robo fainali, na kupanda ushindi kabisa pale Morocco. Yeah. Asilimia 65 ya kushinda mchezo wa leo na tukafuzu moja kwa moja. Ona kama mmejidhatiti kweli kweli hivi na mko kwa asilimia mia moja mna uhakika. Ni ubora wa kikosi na utulivu wa viongozi wetu. Unajua sisi tunajenga nyumba moja, kwa hiyo hatugombani fito. Eh? Tunajenga nyumba moja fito hatuwezi kugombania. Eh, e, umeona upande wa pili huko. Wala gombania fito mara kwa kamatwa kati wa makofi mara tu masaa 72 tuachie timu yetu. Sasa haiwezekani. Ay, Yaani, klabu ya mpira lazima iwe na utulivu. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi najipa imani kwamba Yanga kweli tuko kwenye kundi gumu, na hiyo haitoi uhalisia kwamba Yanga tuko kwenye kundi la kifo, lakini kwa Yanga yenyewe nayo pengine inawezekana naye ni mwaji, kwa sababu tumeona sisi National Ahli kutufunga kule kwake goli mbili na hapa tukapata sare. Hakuna mtu ambaye anaibisha kwamba National Ahli ni timu ambayo ni kubwa sana, imewekeza Afrika sasa hivi, na wachezaji wabora sana, wachezaji wakubwa, ina budget kubwa, na ule ubora wa Al Ahly unauona. Lakini haitoi kwamba sisi ufarabati kwamba ndio tuende pale tukaseme kwamba sisi tukatoke tu, shehe wangu, kutapigwa mpira wa hatari, na hata wao wenyewe au Miki FC leo hawezi kulala, watalala saa saba kuiangalia yanga inavyoenda robo finali imeisha Hawa wameenda kwa kukalili mwaka jana, wamepata faksheni, wamepata Constantine, wamepata swi na huyo nani. Yeah. Wakapigapiga watu hapa Vipers. Yes. Yeah, wakajua ndio msimu huu msimu huu. Yeah. Msimu, mimi nalalamika sana. Yeah. Nasikitika yule Mwarabu kukosele penati hapa taifa huyu. Yeah. Msimu alikuwa toka sifuri kabisa <laughs> sio ni mechi ya kushinda huyu. Yeah. Amna shehe, yaani sisi tukawache watu, wewe uchukue ukawapeleke kwako kwa, kupeleke robo finali. Yeah. Leo niambie usajili wa dirisha dogo. Si watu kwani watu, si wavunji watu heshima. Lakini unafanya vizuri wale watu Kayanga. Mtaje chama, mtaje kibabage. Leo ni ni regular starter. Chama dakika 90. Ni base gwe. Shehe, mchezaji wa bado wa kawaida. Juzi tumeona hapa Waarabu wataka jambo lao wamepoteana. Wamekefu mali kule. Walitucheka sisi na lahari kule. Kwamba jobu katingishwa na nini watu wakakevu. Na hapa naye Mwarabu wakasema ngoja mimi nifanye. Kamchukua wa kwanza wa pili mwamba wa kule. Golikipa nibadilishe yeah. Mkono ndo ninavyoendaga hamna kitu. Chuma cha tatu kilikuwa kile pale. Tulikuwa tunashangilia mi bao la tatu nimenyanyuka. Yaani, yeah. Vone ile penalty mimi nimeshangilia. Yeah. Kwa sababu mimi nataka wao wasipate pointi. Wajue kwamba wao wa Afrika ni wadogo. Wao oh, walikuwa timu yao nafanya vizuri wakati wa corona. Yeah. Uambie Bwana Chapesa. Yeah. Sasa hivi COVID-19 hamna. Sasa hivi watu wanawekeza pesa wanapiga mpira kusubiria korona timu zishuke madaraja huko, wachezaji wanakimbia wao na korona. Si sita saba ndio upate matokeo. Sasa hivi hamna. uh -huh. Sasa hivi ukiingia, huna timu na ujanja ujanja, unachukua za uso na pembeni, aupembeni ndio huyo mwenzetu. uh -huh. mechi 4 pointi moja. Mimi kusema kweli, hata Yanga mwaka jana tuliishia makundi, lakini sisi mechi ya kwanza tulifunga, ya pili tukafungwa, ya tatu sisi tukaenda kufufua kupata sare kwa Mazembe. uh -huh. ya nne tukashinda, ya tano tukashinda sasa huyu mechi ya nne hii rafiki yangu Ta, na yenyewe chupu chupu watu wote walishika roho hivi. Na ndio maana watu wakaambana makofi pale. <laughs> Kutoka goli mbili wewe ni, ni kuulize Bwana Chapesa. Mara ya mwisho kuiona Simba inaongoza goli mbili kwa Mkapa zikarudishwa. Mashindano ya kimataifa ni lini? Alali pale pigwa moja pale kashindwa kupata goli. Bro timu hawana wanashindwa kuongea ukweli, sasa hivi wamejaa upande wa mwekezaji wanamtetea. Yule mnandi, uko sahihi ujue. <laughs> mnandi ndiye alikuwa chizi moo. Mimi naweza nawaambia nawambia hii siri. Mnandi alikuwa chizi moo. Nandi alikuwa anampiga mawe mangungu ya hatari, lakini baada ya kubaini ukweli, kaona kumbe hapa sio kwenye matawi tu, kwenye mzizi kuna shida. Anapiga sasa hivi angalau, anavyopiga kelele hapo, hawataki kurudi kwenye bakuli. Ujue mi nikuambia kitu kimoja, sisi Yanga ndio tumepata shida, Simba hawajapata shida, Simba hawajapata shida bado Si tukatuatoa shilingi elfu tano tano zetu elfu kumi kumi zetu, timu inaenda kucheza, kuna safiri, timu haina nauli. Hawa wanaogopa wakifika kule, Yanga ni bingwa mara hamsini, yaani leo Simba ile, rudi kwenye tajiri yupo mara sita kafa akiondoka, eh? We uvuti picha. Ndio maana kundi lote wameshika. Hivi wewe kweli watu waliojiwa hapa na umelewa kushika kikopo cha cha soda tena kimenywewa. <laughs> ni shida, albadili shaza kuingia hii. Msisome dua wakati vichwa vyenu vyenyewe ni vibovu. Haya ni mambo ameataka wenyewe haya. Ho oh, tuenda kusoma badili, kuna watu wanatuhujumu, sasa albadili wamejisomea wenyewe. Msimu huu ndio wanadondokea pua na mimi nawahakikishia hao waliosema maneno haya, mimi nitakuja kuwajibu na kuomba Jumatatu uje Mungu akitupa umri. Kwa sababu Yanga leo tunashinda ugenini. Yanga hatufungwi. Nisikilize mimi, mimi hata kama nakumbuka siku moja ulinioji pale, mechi ilikuwa ya Hilal Mduman kule, kule kule wapi walikuwa Mauritania, nikakwambia Yanga tuenda kushinda. Brother, nisikilize. Yanga hakuna migogoro, Yanga hakuna tofauti, na Yanga tuna wachezaji. Unapomtaja Alan Okelo, unapotaja Pacome Zouzoua, unapotaja Maxim pia Nzengeli Ala wakina Depo, wakina Dube, unataja wachezaji waliokamilika. Angalia katikati ile ile midfield namba 6 aliyoingia pale Damaro. Anafika popote anapotaka. Brother, si tuna wachezaji hao wanajanja janja. Hivi leo wewe, si tuna tunajua Kapombe. Kapombe ana miaka 15 kwenye mpira. Leo atakufa kitu gani? Sisi Kibabage alikuwa anapata dakika like, tatu leo wewe ni Ligula starta kwenye kikosi chako. Dakika like, 90 mbaki umia watu wote wanashika vichwa Kibabage kaumia jamani. Chama alikuwa anaingia dakika sabini na tano Yanga juzi dakika tisini anaminyana timu hawana wakubali. Na hii migogoro yao, watake wastake, hao wanaosema upande wa mwekezaji una shida kiupande fulani, wako sawa, na wanaosema kwa mwenyekiti na kwa upande wa wanachama kuna shida, wanaweza wanaweza kaa ato wako sawa. Sasa tumuamini nani? Sasa shida sasa ni moja, unajua wakati Simba inapitia zile shida miaka mwaka elfu mbili na kumi na Labda kidogo mimi nirudishe watu kidogo nyuma, kwa sababu mimi pia nimeanza kufuatia muda kidogo. Wakati Simba wanamtaka wanataka wana, wana ile mabadiliko m waingie Simba, walikuwa wana shida Yanga ile akampa kampa tena. Kwa hiyo oh, pale k wakiwambia kitu wanakubali. Kuna vitu hawa wenyewe wanachama leo wanapiga kelele, wamejikomenti wenyewe, baadhi ya mikataba migumu ndio shida yao, leo wanayajua hivyo, wazee waliotoka hapa watawila chui kwenye mkutano walikuwepo, walipitisha na wakasemaje, sisi tunataka furaha tu, hatutaki kitu chochote. Wameingia mikataba ya ovyo sasa hivi na wabana wanapiga kelele, wasipige kelele, na kama inawezekana, si tuliwaambia mapema jamani, kundi hili nyewe nyiwe, mmepewa kundi jepesi, lakini kundi hili kwa hivi mlivyo hamtoboi Brother, nakuhakikishia ili kundi la Simba ingekuwa sisi wananchi, saa hizi tuna pointi kumi eh? na mbili nakuhakikishia kabisa eh. yaani, kimpira ingekuwa ndio kundi lao lile, ndio tuko sisi wananchi eh. Brother, Al Ahly ni timu kubwa eh. Yaani leo Yanga akifungwa kifungwa na Al Ahly hakuna mtu atakayeshangaa. Sisi tukifungwa na Simba watu watashangaa mafungoje na timu ndogo hawa farabati, ugomvi wetu sisi tutaujaisha goli. Kipa hapa alikuwa man of the match hapo Tulipiga on target nane leo. Tunamuhakikishia leo, hatupigi on target tu, goli tutataka tumfunge pale pale. Watapigana wale waarabu wale, shirio ni kuwepo pale, yeah. Watapigana kule Tunisia, walipigana yeah. na klabu fkeni of ken, nakumbuka yeah. neje, Algeria walipigana na waarabu kule, mpaka wakawasha mamoshi yeah. kufuruga finali yeah. Sawa, leo wanagombana wa Moroko yeah. mimi nakuhakikishia ndugu yangu Chapesa, Yanga ina wachezaji, japokuwa mechi itakuwa ngumu, tunawapa heshima yao sifara wana timu nzuri lakini, mi nakuhakikishia kwa hizi katandebe tunaimbwa sisi mama, mama Hasani, mama mama, yeah. Mimi nakuambia wataenda kumkamata mwenyekiti wao kesho sababu, yeah. kifuzu, yeah. Anyo, nasema, kwa sababu kifuzu vurugu ndio ninachokiona. Wao wanasema kwamba, kesho leo mkifungwa kesho mnaanzisha na nyie mnasema kwamba injinia, labda kidogo mi nirudi nyuma niwarudishe sababu, yeah. na mimi mtu wa takwimu, mashindano haya anaanza akasema sisi wana Yanga ile consistency ya makundi hatuna bado. Malengo yetu ni nini? Wao mwenyekiti wa bodi magoli na mtazama ngungu, mwenyekiti wa wanachama walisema malengo ya Simba nini, wako wapi leo? Yanga tukitolewa hapa, mnyanyulia vidole yule mwenyekiti, rais wetu, kwa sababu alishaongea kwamba timu yetu tunajitafuta na kundi hili shehe, hata ukipigwa. Mimi nimepewa mwanga watatu, wewe nitajie mwaka gani Simba kapewa walabu watatu, alafu ana pointi tano mpaka sasa hizi ni msimu gani? Simba anapewa Vipers, Simba anapewa Oloya, Simba anapewa sijui nani faksheni Konstantini, timu za ovyo brother Daza, warabu wapi bwana wewe? Ukitaja Tunisia ngoma ndio ile ilokuja juzi hapa. Goli mbili umerudishiwa na unapigwa la tatu. Ngoma hiyo hapa. Wamefanya nini? Ngoma hiyo iliyokuja juzi, wewe ndio mwarabu wa Tunisia. Kwa hiyo ile Club Afrikaine. Sasa unakuja hapo tena natemeke combine, unasema nimecheza na mwarabu. Vipi kweli? Mimi nakuhakikishia hawa kesho watapigana. Saa tatu hao wanafurugana, watasema ngoja Yanga apigwe. Yanga tukimfumua mtu saa sita. Jumatatu mimi nakwambia ukijapo utakuta peupe. Ukraine pale amna watu pale. Pale kuna Ukraine pale na Urusi. Utakuta Urusi imejaa, tunajadili robo, tunachezana nani? Umeona leo Mnandi na huyo Mwindi aliokuwa wanataka kuifanya. Bahati nzuri ulichelewa. Nimeamulia mimi. Ali Mnandi ndivyo mtaja bosi kubwa tu. Ha, usimtaje wewe, wewe. Sasa, brother, timu inaendeshwa hivyo sasa. Yule mwanachama mwekezaji, lazima muungane, mjue kwamba huyu anaongea hii, ana hoja gani? Simba tatizo lao ni moja, wao ni watu, watu wa kamisheni. Nikisema kamisheni inajulikana, watu wa kutaka vitu vya ujue. Yanga, sisi, watu wanasema Yanga ndio timu inaingia bure uwanjani, lakini mimi nakuapia timu inayotaka vitu vya bure nchini Simba na ndio maana leo akitajwa mwekezaji wote wanapiga kelele kwamba kisusa kiachia timu mm. Tuichangie timu sisi, hatuwezi. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi ndio hayo. Tuna mechi ngumu, tuna kiri wa Yanga, lakini mimi nakuhakikishia kama Mungu atatupatia umri mm. Jumatatu, uje utanikuta nimekula uzi wangu, naangalia robo fainali, na ujue kabisa halali hapa, nimemkwepa kwa hiyo mm. akipita yote hapa, huenda huu mwaka wananchi kwenda finali. Shukrani sana. Asante sana.